na wanasimba wenzangu nimekuwa mgeni rasmi leo kwa ajili ya kuzindua tawi la Simba kata ya Magagula wilaya ya Songea vijijini mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo nikiwa kama mgeni rasmi nimetokea pale Mbinga kuja hapa kuungana na wana Simba, kwanza kuzindua tawi la Simba. Kwa hiyo kutalea leo tuko hapa Magagula kuzindua tawi la Simba. Kwa hiyo baada ya kabla ya sherehe Simba yenyewe tumeona sisi kama Simba tujichange tuje tuwaone watoto hawa ambao wanalelewa katika kituo hiki. Hawa ni watoto yatima, wengine wamepoteza wazazi wao, wengine wazazi wao wana matatizo ya akili. Wote serikali imeuchukua imeleta hapa na wengine wamewaokota wako hapa. Kwa hiyo sisi kama simba tumeliona hilo kwamba kule Chipole kuna hmm, wenzetu kama sisi ambao hawana wazazi. Kwa hiyo tume, tumeona kwa jicho la pili kwamba sisi kama simba tumejichanga kwamba tuje leo hapa kwa ajili ya watoto tunaoona tuliobeba na wenyewe tuje tuwaone tuje tuwape ambao kile sisi kama Simba tunacho. Kwa hiyo ndio maana leo unaona umati wote hapa. Sisi wote ni wana Simba, hakuna mwana yanga hata mmoja. Hii ni Simba nguvu moja. Na ndio maana sisi wote leo wana Simba magagula nzima, kata magagula yote, wilaya Songea vijijini ndio hapa na yatuona sisi. Ndio maana Simba nguvu moja ndio hii maana wa moja tuko hapa leo na watoto wao tumekuja kuwaona hapa. <laughs> sawa. Labda tupitishe kwa faida ya yule mtazamaji atakaye kuangalia ni vitu gani ambavyo pengine livileta, kiwe kidogo, kiwe kikubwa, atuhitaji kufahamu thamani yake ni kitu gani, na kama kuna fedha taslim ambazo zimetolewa zimepatikanaje, patikanaje? Ah, ni vitu tumeleta wakaza, wakaza, kama viberiti, kama sukari tumeleta kama mafuta ya kula tumeleta, kama sabuni ya unga kwa ajili ya watoto kuosheo nguo wa zao na baada ya kutokuona watoto hawa tumejisikia tena uchungu pia. Tumefanya alambe tena hapa kwa hapa hapa, yani hapa hapa tuliko kuepo hapa sisi wenyewe kama wenyewe, kwa baada ya kuona uchungu umezidi, tumefanya tena mchango wa alambe sisi kama Simba, aliyokuwa nacho mwenye elfu moja ametoa mwenye mia tano elfu moja elfu mbili mpaka elfu kumi ametoa. Tumepata shilingi laki moja na elfu moja tumeweza kumkabidhi sister mkuu hapa mlezi hiyo fedha, kwa ajili iongeze bajeti kwa ajili hawa watoto wetu ambao wako hapa hawa, sisi ni watoto wetu kwa hiyo tungesema kila mtu aliye mtoto wake. Hata Biblia imesema mtoto mwenzio ni mtoto wako pia. Kwa hiyo ndo hii ambayo tumeifanya sisi kama Simba mkoa. Kwa hiyo mtoto mwenzio ni mtoto wako, ndo hii sisi tunaifanya hapa. Umelisikia leo hapa kama kiongozi wa Simba mkoa wa Ruvuma, hii ni moja tu kati ya kati na moja ya taasisi, lakini taasisi kama hizi zipo nyingi ambazo yawezekana kuto kuwafikia nyinyi kwa ukaribu, wanaweza wasifahamu, japo kila mmoja anafahamu Simba mba ila inashughulika na nini ndani yake, inawezekana wasifahamu. Sasa sista hapa anasema leo ndo amewafahamu. Umejifunza kitu gani hapo? Na ukitoka hapo, kama kiongozi, mna kipi cha kwenda kukaa kuhakikisha mna kipanga ili kwenye mipango yenu kwenda kuwaona watoto yatima na wale wasiojiweza iwe ni kipaumbele? k ah, kwa kweli mimi kama Mavugo, msemaji wa Simba, nimejifunza, nimejifunza kitu na nimejisikia uchungu sana, na hii ni mwahidi sista wa hapa Chipole mkuu, huyu ndio sista mkuu, kwamba hii sio mara ya kwanza, na hii leo sio kwamba tumebatisha Leo imekuwa ni mara ya kwanza, kwa sababu ameona sisi tumekuja hapa. Nimuhakikishie sister, hii huu utakuwa mfumo wa sisi kama simba kama tawi, ni kila baada ya muda na kila baada ya miaka atarajie kuwapokea wanasimba tena hapa. Yani mara wakaza wakaza, sio leo tu. Yani asije akapiga hesabu kwamba tunavyoondoka hapa leo ni mazima, hapana, kwa sababu tumeona ukweli, na watoto wao tumeona walivyokuwa hapa. Kweli hao watoto wanahitaji mahitaji, na sister ameeleza kuna muda anazidiwa, ada anakosa, anahitaji msaada. Kwa hiyo msaada hawataki malaika mbinguni, bali ni sisi watu kama yeye na kama hao. Kwa hiyo sisi ndio tunapaswa kutoa msaada kwa watoto hao. Kwa hiyo ni mwahidi sista na kituo hiki kwamba sisi wana Simba tutaendelea kuja sana na sana, na leo hii sio mwisho. Kwa hiyo tumefungua leo mlango, na amesema hapa alikuwa nasikia tu Simba, alikuwa ajui Simba nake ni nini Yani yeye alikuwa anajua tunafungana magoli, Simba imefungana huko, Simba imeshinda, yeye alikuwa aelewe. Kwa hiyo leo ndo tumemwonyesha maana ya Simba. Simba ubaya, ubora ndio huu. Kwa hiyo sisi tumeonyesha ubaya, ubora wetu ndio huu, tunakuja kuona watoto yatima. Kwa hiyo hii ni mwendelezo, yani leo tumeanza kuja kituo hiki na tutaendelea tena kuja kituo hiki. Moja kati ya kazi yako ni kuhamasisha, kuhakikisha unapata wanachama wapya, na hapa kwa kadiri wanavyoonekana, nilikuwa nanong'ona, nanong'ona na sister kidogo, akaniambia yeye ni shabiki wa Azam lakini mwingine huyu nimesikia ni shabiki wa Yanga. Ina maana hakuna wa Simba? Tumia nafasi sasa kuongea na masista wote waliopo ndani ya mkoa wa Ruvuma na wale wengine ambao sio wanachama wa, wana wa, wa Simba. Aa, mimi niko hapa kwa niaba ya kuwahamasisha wanasimba wana na hata wasiokuwa wana simba kwamba ili jambo tunalifanya sisi hapa sio la kisimba tu, yaani kila mwanadamu ambaye ameumbwa na mwili na damu na nyama na mwenye akili timamu anapaswa kufanya jambo kama sisi, kama Simba tulilolifanya sasa hivi hapa kwa hivi. Niwaombe wenzangu wote wati, wa timu zingine zote na wenyewe wanapalo leo tukio hili kwamba Simba wamefanya, akina mavugu wamefanya, na wenyewe wajisikie uchungu kwamba wenzetu wameenda sehemu fulani kufanya hili jambo tuliofanya sisi na wenyewe waje, yani sisi tumefungua njia. Ukitengeneza njia, awezi kupita peke yako, atapita kila mwanadamu. Kwa hiyo na wenyewe waje wafanye jambo kama hili, ili tusaidie kumotivate kuongeza msaada kwa hawa watoto na kituo hiki ili kiweze kwenda watu sasa hivi Mungu amefungua mbingu. Wanatufahamu kwamba Chipole tunalea watoto. Huko nyuma kwa kweli walikuwa watufahamu. Hata magagu na yenyewe nasema toka ndani. Waliku, ilikuwa haitufahamu kama tunalea watoto yatima. Lakini sasa hivi kweli magagu na yenyewe inatufahamu kwamba tunalea watoto. Ndiyo maana wanakuja ufikanzo, ufinini, sijui. Wanakuja na zawadi zao kutuletea hata lusonga na wenyewe walikuwa watufahamu, lakini sasa hivi na wenyewe wanakuja kutuona. Wakifika si kwamba wanafika mikono mitupu, hapana, wanachukua chochote wanatupatia, ndio tunaendelea kwa mtindo huu. Ni changamoto gani kubwa ambazo mnakabiliana nazo hapa, ambazo nadhani e, wadau mbalimbali kama wataendelea kuwaona na kuwafikia angalau ni zikipungua hizo changamoto, mnaweza mkasema sasa tuna wafadhali wa kuendelea kuolea watoto zaidi. Ni ada wale wanaosoma, kwa sababu ada yake ni kubwa. Kwa mfano wanaomaliza form four mwaka huu kama wako wawili, milioni nne, tutoe wachini milioni moja na kitu. Sasa kama hatuna watu wanaotusaidia, tunashindwa kukisi. Kwa sababu tunao watoto hapa na wenye wanahitaji kula. Lakini kwa kula kutokana na wale wanio kuwa na moyo wa kutusaidia. Maana wanafika na sukari, wanafika na unga wa ngano, wanafika na foma, wanafika na mayebo, mambo madogo madogo wanatusaidia watu wenye huruma. Kama mlivyofika nyinyi leo hapa, kwaibi kwaibi. Kwa hivyo mnatuinua. Kwa hivyo tunapata moyo na nguvu kwamba ha tujitahidi hatuwezi kuacha kitu hiki. Na serikali ilisisitiza, tafadhali tafadhali, msiache kulea watoto yatima, utawa wenu utabarikiwa kutokana na hao. Hata baba Askofu Yakobo Komba marehemu alisisitiza hilo, na nilienda mwenyewe kwenye kaburi lake kuomba msaada, nikamwambia, Baba nina watoto nashindwa kuendelea kulea, usiponisaidia mi naacha. Kwa kweli, nikakuta muujiza mkubwa, nikapata hela toka Dar es Salaam. Kwa hivi nikaenda kumshukuru baba, unasikia kumbi, ingawa uko mbinguni unasikia na unaona malalamiko yangu, naomba uendelee kunisaidia. Kwa hivi daima anatusaidia tukimwambia, unakuta mtu analeta vitu vyake kutusaidia. Le, leo ni siku kubwa kwa Tanzania hususani kwa mashabiki wa Simba ambao, eh, majira ya saa kumi na moja hivi nakwenda kukifahamu kikosi chao cha msimu huu wa 2025 2026, lakini kwa wananchi na mashabiki wa Simba hapa Magagula, wao wameona ni pema wakaja kutoa chochote kile walichojichangisha hapa. Umeupokeaje huo e, msaada ambao wameutoa, na una lipi la kutoa ama neno lolote kwa vilabu vingine ambavyo viko kama Simba? Kwa kweli nilikuwa nasikia tu kuna Simba chikujwani ikoje, na inatenda nini kwa sababu walikuwa hawafiki kwetu. Nasema kuna Simba, ndio si mpira tu wanapigana, wenye huko wanashindana na kushabikiana na basi. Lakini leo kwa kufika kwenu ndio nimeonja kwamba kumbe Simba inasaidia, imetambua unyonge wetu sisi mpaka wamefika kutuona. Yani nilishangaa kuona pale mnashuka wengi Waliponipiga simu nilifikiri watafika watu kumi au watano au ishirini lakini kumbe nimekuta mmefika wengi mpaka nimeshangaa. Wanafika kwa watoto wadogo kama huko. Kumbe Mungu amewasukuma muweze kuona matatizo yetu, na pengine mtatusaidia zaidi hapo. Hivi ninawashukuru sana, Mungu awabariki na watoto wenu waridhi tabia hizo za ukarimu. Sisi hapa si kwamba tunalea watoto tu na watoto watu wengine maskini wanafika kutuomba. Mmoja maskini anashindwa hata kutembea, ukimwona unalia machozi. Ananiita mishangazi yake na mimi namwita e, hongi, hongi. Mmoja akashituka akasema sister, mwenye shangazi yangu. E, katika Kristo, akiona anahitaji kitu anakuja. Hata magangula naona amewahi kufika, anatokea Ruvuma huko, anatembea kiajabu kweli. Mwingine maskini walusonga Daima nafika na mfuko wa kuombea unga. Na jana alikuja. Ana ndugu zake wako magagula pale. Wameolewa, wa na wenye kidogo ni fiatu. Na yeye, ha, hakuna kitu. Anafika, nikamwambia jana, wewe unafika na sikuku yote hii bwana. Akasema hapo sasa nifanye nini? Lazima nisaidie. Tukampa unga, tukampa na sukari. Anaenda. Kutokana na, ha, na, na hilo Mungu anatuletea na sisi baraka tuweze kupata zaidi. Kama tungekuwa na choyo kwa hao maskini, natumaini na sisi tungenyimwa, kwa sababu yeye mwenyewe alisema, nilikuwa maskini, nilikuwa na njaa, mkanilisha. Alisema Yesu mwenyewe kwamba nilikuwa mgeni, mkanipokea. Sasa tukiwapokeao na sisi, ndio watu wanakuja kutusaidia. Ndio nyinyi hapa leo mmekuja, ninawashukuru sana kwa niaba ya watoto yatima yako. Jina langu ni Sisa Maria Akwinata Samgeni OSB. Mimi ni mzaliwa wa Jimbo la Njombe. Mm. Niko hapa karibu nafikia miaka 80. Niko hapa nina miaka 30 ya kulea watoto hawa toka nimepangwa kulea watoto yatima. Kwa hivi sijabadilishwa kwenda mahali pengine mpaka nazeeka. Niko hapa Kwa majina Dismas Joseph Haule, Mwana Simba Pure. Mwanasimba uh, ni, nimepokelea hapa nikiwa na siku nne baada ya kuzaliwa. Nipo hapa kwenye kituo cha watoto yatima Chipole na nimeishi hapa mpaka kufikia, mpaka kufikia sasa hivi. Kwa sasa nasoma VETA, chuo cha ufundi, nasomea ufundi gereji na huu mwaka wa mwisho naenda kumaliza lakini pia kwa niaba ya watoto wote napenda kuwashukuru sana wana simba na niwatakie baraka nyingi na heri nyingi kwa siku ya leo, linaloenda kutokea saa kumi na moja uwanjani. Tutaonana, asante. Mimi naitwa Francis Mbena, mwenyekiti wa tawala la Magagula ubaya ubwara Baya ni kitu gani kili mmefanya sherehe kama hizi kwa miaka mingi, lakini kwa mujibu wa sista hapa anasema kwanza kuwahi kufahamu kwamba Simba mupo, lakini mwaka huu mmeona mna nafasi ya kufika hapa. Ni kitu gani hasa ambacho kimewasukuma wakati huu ambao hata timu yenu haijafanya vizuri sana kwenye mashindano yaliyomalizika? Eh, nadhani kusukuma sisi mpaka kufika hapa kwa sisi kwa sababu tayari tumekuwa huko nyuma, tunaipenda Simba yetu sana. Lazima tuwe na vitu vya pa kushukuru, pamoja na hili la kuja kuona hawa watoto yatima kwa ushirikiano Simba kwa wote kwa ujumla. Kwa hiyo tulikana kwa, kwa hiriana, ili tuje tuone hawa watoto yatima. mm -hmm. Kulingana na changamoto zilizoelezwa hapo, mnatoka na kitu gani? Kwa sababu kusaidia hakuwezi kuisha leo kwa changamoto unayoona hapa kwamba tusilemae wana simba kuja kuwaona hawa watoto yatima, kwa sababu hawana uelekeo. Inabidi sisi ndio tuweze kushikamana tuweze kuwaona hawa watoto mara kwa mara. Kwa majina, anaitwa Achiwira Musa Abdrahmani, ni mtendaji wa kata ya Magagula, lakini pia ni mwanachama na shabiki wa Simba Sports Club, lakini pia ni katibu wa tawi la Magagula, tawi la Ubaya Ubwela. Mm -hmm. Leo mumefika hapa kwa ajili ya kutoa kile mlichokiki wanafikiri ni kile ambacho mlikipanga au kuna pahala mnaona mna uwezo mkubwa wa kwenda kukaboresha ili mwakani tuone kitu kikubwa zaidi? Kwanza tunamshukuru Mungu kwa hiki ambacho tumekitoa siku ya leo, lakini kwa hiki tulicho tulichokuja nacho si sicho ambacho tuli tarajia tulicho kitarajia ni kikubwa, lakini kutokana na hali halisi na michango tuliokuwa nayo tumefikia hapa tulipofikia, na bado mioyo yetu inawiwa kuendelea kutoa kwa sababu hawa watoto wanatuhitaji sisi. Hawa watoto wanahitaji uwepo wetu na nguvu zetu ili waweze kusonga. Wapo wanaohitaji kusoma, wapo wanaohitaji mavazi. Sasa ili swali nalo kwenda kukuuliza ujibu kama serikali. Sawa. Kuna changamoto kubwa eh, kwa watoto wengi wanaopatikana mtaani ni kwamba aidha alitelekezwa au, eh, watoto wengine wanapata mimba wakiwa wadogo, kwa hiyo wakijifungua wanakosa uwezo. Sasa nataka kufahamu kwa kata yako, sio ni wakate wa kijiji, wakate, sasa utupe takwimu kidogo, mwamko ukoje kwa watoto hawa ambao wa mitaani namna na ya kuwalinda na kuwafuatilia na kuwabaini, lakini vile vile kama kuna hatua zozote mnazichukua, kwa sababu inaonekana changamoto hii ni kubwa, kama kuna changamoto zozote ambazo mnazichukua kwa ajili ya kukomesha hiyo. Lakini vile vile kwa mujibu wa sisi hapa inaonekana hata ushirikiano ule wa karibu kama serikali amja uonyesha kwa vile ambavyo ilikuwa inapaswa, kwa maana ya kijiji sasa, ama kata tumejipangaje sasa katika kuhakikisha zile changamoto zilizopo ambazo zinazalisha watoto wengi wa mitaani lakini vile vile na wengine wanaokuwa yatima ah eh. Katika changamoto hizo hatua zinachukuliwa tayari mpaka sasa, tunaweza tukawa na takwimu za watu ambao, kuna wengine wako polisi tayari, kuna wengine wamefungwa. Kata hii kuna mmoja alibaka, mwingine amempa mimba mwanafunzi. Na sio kwamba serikali haipo macho, serikali ipo macho na inachukua hatua kwa wale ambao wanafanya hizo au wanasababisha hizo changamoto, serikali inachukua hatua, lakini pia sio kwamba serikali iko mbali na hichi so komba kituo. Hapana, hii sio mara yetu ya kwanza kuja kama serikali, tulikuja siku ya wanawake duniani mwaka jana, tuliwaona watoto, tulichonacho, tulichangishana na wananchi pamoja na sisi serikali, tukaja tukawaona, lakini pia mwaka huu pia tulikuja kuwaona, hatuko mbali nao kile ambacho Mwenyezi Mungu anatujalia tunaendelea kutoa, lakini pia changamoto hizi zilizopo hapo tunazipeleka serikalini ngazi za juu, ili na wao waone waweze kuwasaidia, na wanakuja kuwasaidia hawa watoto tofauti na miaka ya nyuma. Kweli miaka ya nyuma mwamko huu ulikuwa haupo na kituo kilikuwa kama hakijulikani, lakini miaka mitatu au minne tayari kituo kinajulikana na wadau wengi wanakuja kuwaona hawa watoto na tayari wigo mpana umepanuka na tunaamini kwamba kwa matangazo haya leo au kwa kurusha kwa tangazo hili leo kutawavutia wengi kuja kuwaona hao watoto na kuwasaidia. Sawa. Sasa wewe ni mwana Simba, lakini kwa kuwa kiongozi na maana ni mzazi wa kila mtu i okay, wa timu zote, una neno gani kwa timu zingine ambazo zinafanya matukio kama haya, lakini hapa hazifiki kwa ajili ya kuja kutoa mkono? wa uh, nawaomba timu ya Yanga, Azam na timu zingine wasiishie tu kura ubwabwa, waje wawaone, watoto wafanye matendo ya huruma kwa hao watoto, kwa sababu usiangalie tumbo lako angalia hata Biblia zinasema waangalie au wahurumie wale ambao wana uhitaji. Tusiishie tu kukaa kwenye mabaa tukanywa pombe tukala ubwabu, kama walivyofanya wenzetu makajana, walifanya sherehe ya Yanga Day hapa, walikula ubwabu wakachinja kuku, lakini ziliishia pale pale, kwa sababu hata Mungu hakuwabariki tukio lao, kwa sababu hawakufanya tendo lolote la huruma. Tunaomba mwaka huu kwa kwa kwa wanafanya tarehe kumi na mbili na wao wafike, ili wawaone hao watoto watoe chochote tuache usimba na uyanga tuje tutoe chochote tulichonacho kwa watoto, ili Mwenyezi Mungu atubariki oye. <laughs> <coughs>